Baadhi ya watu na mashirika ya kijamii wamelahani vikali vitendo vinavyoendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii vya video, sauti na picha za uongo ambazo zinaweza kusababisha madhara makubwa kwa raia wasio na hatia. Wito huu umetolewa wakati huu ambao mzozo kati ya serikali ya Kinshasa na Rwanda umeshika kasi kupitia mapigano makali yanayoendelea kushuhudiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano haya yamesababisha ongezeko kubwa la wakimbizi wa ndani wanaoishi katika mazingira magumu uko wakikosa huduma muhimu za kibinadamu. Taarifa zisizo za hakika zinazodaiwa kuwa waasi wa AFC M23 wamechukua udhibiti wa kijiji cha Luvungi, pamoja na video na ujumbe mbalimbali unaoenezwa bila udhibitisho, zimeongeza hofu na sitofahamu kwa wakazi ambao tayari wamechoshwa na machafuko yanayoendeshwa na makundi yenye silaha. Viongozi wa jamii na wanaharakati wanatoa wito kwa wananchi kutokwenda haraka kuamini kila taarifa wanayoiona mitandaoni, bali kusubiri tangazo kutoka kwa vyanzo rasmi kama jeshi, serikali za maeneo au mashirika ya kibinadamu. Wameonya kuwa kusambaza taarifa zisizo sahihi katika kipindi cha mzozo kunaweza kuchochea hofu na taruki kwa raia, kuhamasisha chuki kati ya jamii, kudhoofisha juhudi za usalama na misaada ya kibinadamu, hata kusababisha maamuzi ya haraka yanayoweza kuhatarisha maisha ya watu. Kwa sasa hali katika baadhi ya maeneo ya Ruzizi na Uvira bado inabakia tete, na mamlaka zinaendelea kuomba uvumilivu na utulivu kutoka kwa wananchi huko, zikiendelea kufuatilia mwenendo wa usalama. Viongozi wa kundi la AFC Corne Nanga ameonekana katika mkutano wa hadhara akihakikishia raia kwamba vita vimeisha. Video ya hotuba hiyo imeenea mitandao lakini kauli hiyo imezua maswali na mashaka makubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo yanayokumbwa na machafuko. Baadhi ya raia wanasema kuwa Nanga anachezea hisia za watu, wakijiuliza kwa nini licha ya kusainiwa kwa makubaliano kati ya serikali ya Kinshasa na Rwanda bado mapigano yanaendelea kwa kasi, mauaji na ukatili ya visimame, unyanyasaji dhidi ya raia unaongezeka na makundi yenye silaha yanaendelea kusonga mbele. Wakazi wanaoji kama kauli hiyo ya Nanga ni propaganda za kuponza umma au kama ni njia ya kiongozi huyo kujijengea nafasi ya kisiasa mbele ya serikali iliyopo madarakani. Wengine wanajiuliza pia kuhusu nafasi halisi ya Rwanda katika mzozo huu na ikiwa kuna makubaliano ambayo hayawekwe wazi kwa umma kwa sasa. Hali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni tete, na raia wanaendelea kutaka majibu juu ya hatima ya usalama wao na uhalisi wa makubaliano yaliyotangazwa. Na tunashukuru Mungu na tena tunawashukuru namna munatupokea mushake ya kwanza nikuambia kwa pole sana na vita, lakini hisi unachoona leo, manake vita imeisha. Ay!